Mkoani Arusha ambako baadhi ya wafugaji kutoka vijiji vinne vya wilaya ya Monduli mkoani Arusha wameiomba serikali kutatua mgogoro wa shamba la Manyara ranchi lenye ukubwa wa hekari 1045 ili liweze kuwanufaisha wananchi wengi zaidi katika vijiji hivyo. Wakizungumza kwa nyakati tofauti mara baada ya ziara ya mkuu wa wilaya ya Monduli Francis Miti kutembelea shamba hilo na kuona hali ya utendaji kazi, wafugaji hao wamesema shamba hilo linaunganisha sehemu kubwa ya vijiji hivyo ambapo wameiomba serikali kuwajumuisha katika uhifadhi wa matumizi ya shamba hilo ili kujikwamua kiuchumi. Tuungane na mwandishi wetu Sechelela Kongola kwa taarifa kamili kutoka Arusha. Kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya Munduli mkoa ni Arusha ambayo imetembelea shamba la Manyara Ranch na kuona namna linavyofanya kazi, mkurugenzi wa bodi ya udhamini ya ranchi hiyo Tanzania Land Conservation Trust Boniface Ngimojino amesema kuwa bodi hiyo iliundwa kama chombo cha usimamizi wa shamba hilo huku wamiliki wakiwa ni vijiji viwili ambavyo ni Salalei na Oltukai, na lengo ni kuendeleza uhifadhi pamoja na kukuza mbegu bora za mifugo ya kisasa. TLCT kaunda katiba hiyo mwaka elfu mbili ambayo ikiangalia katiba hiyo ambayo vilevile naya kadha tunaweza kutoa, inataja kwamba malengo yale yataendelezwa kuhifadhi mazingira, kuhifadhi korido Wanyama, shoroba, na vile vile itaendelea kuwa kituo cha mbegu kwa vijiji hivyo vya Silali na Utukaji. Mkuu wa Wilaya Monduli mkoani Arusha Francis Miti amesema amefanya ziara katika ranchi hiyo ili kujua kinagaubaga juu ya shamba hilo pamoja na shughuli zinazoendeshwa katika ranchi hiyo kupata mbegu mbegu kuhusu vile vile uhifadhi kuhusu wa hii ni waathirika ni waathirika au nawenyewe wanafaidika na eh, basi majirani hawa hatuwezi tukaweka mali. Kwa hiyo nitakawasikie mwenyekiti wa kijiji cha Naitolia William Sanare na Loliku Lindoyani ambaye ni mwenyekiti mstaafu wa kijiji cha Mswakini wameiomba serikali ishinikize kuundwa kwa chombo kitakachosimamia ranchi hiyo kwa maslahi ya vijiji vyote sita na si vijiji viwili peke yake, ili waweze kulinda maeneo ya malisho na uhifadhi wa mazingira.